ambaye anasema katika hadithi, kamula min arrijalu kathir walam yakmul min alnisai illa Asiya wa Maryam wa Khadija wa Fatima, wamekamilika wengi wanawume, katika wanaume kama tunavyo wasoma, lakini hawakukamilika katika wanawake isipokuwa wane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

ni mmoja katika watu muhimu sana katika dawa ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo amefariki, bwana Mtume anahuzunika huzni kubwa, haina mfano, na baada ya muda mchache tu vilevile, katika siku za vifo vyao ilikuwepo kifo cha Abutalib, ami yake Mtume sallallahu alayhi wasallam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

ya abati, ewe baba mpenzi, inni raaitu ahada ashara kaukaban, hakika mimi nimeota usiku nyota kumi na moja, wa shamsa walqamar, na nimeota jua na mwezi, raaituhum li sajidin, vyote hivi nimeviona vinanisujudia mimi Yusuf. Baba akashtuka yaqub alikuwa na watoto kumi na mbili kumi na moja ambao wametajwa hapa yusufu alayhi salam alikuwa na ndugu ya mdogo waliozaliwa pamoja anaitwa ban yamin au bin yamin na alikuwa na ndugu zake wengine katika matumbo mawili ambao ukiko mpea wote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 hii ndoto uloiona, abadan usiwasimlia ndugu zako, kwani ukiwasimlia ndoto hii, fayakidu laka kaida, watakufanyia vitimbi Ina shaitana lilinsani aduu mubin, hakika shetani kwa mwanadamu ni adui alowazi. K shetani ingia, ingia katika vichwa vyao na ataleta tashwishi mpaka ndoto hii kwa kuwasimlia ndugu zako haitokuwa na mwisho mwema, kwa hiyo na kuomba kama ulivyonisimulia mimi iwe mwisho, usimsimulie mtu yoyote mwengine. Sasa ndoto alikuwa ni Yaqub na Yusuf wanasimliana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 Samiruya warawatha kama samiata, aliisikia ndoto hiyo na akaisimlia kwa ndugu zake Yusuf kama alivyoipokea akawaambia, jamani ye, ndugu yenu yule mpenzi anayependwa kaota ndoto, kamwambia baba yake. Baba yake kasema msisimliwe nyie. Wale wakazidi chuki ha.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 kwa ndugu zake. Wakadhalika, yajitabika rabbuka, hivi ndivyo anavyokuchagua Mola wako. Wayuallimuka min ta'wili lahadith, na anakufunza kufasiri maneno ta'wili, ya mambo wayutimu, yutimu nematahu, na anaitimiza neema yako alaika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

kama sio miujiza kama sio wahyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ayatun barahinun qatiat lisailin, kwa wenye kuuliza. Idh qaluu la yusufu wa akhuhu, kumbuka ndugu zake Yusuf waliposema, hakika huyo Yusuf na ndugu yake mdogo Binyamin ahabu ila abina minna, wanapendeza zaidi kwa baba yetu kuliko sisi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 an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Katika Qurani, Mwenyezi Mungu anasema asije akasahau mmoja wao, ili akisahau kati ya wanawake wao amkumbushe mwenzake. wa wajadaka dallan fahada, hizi zote zina maana tofauti tofauti. Kwa hiyo, dalun anaweza kuwa nasi, anaweza kuwa aloghafilika, anaweza kuwa alopotea, anaweza kuwa alokosa kwa hiyo hapa dalalin mubin ai fi khata yiko katika makosa. Baba yetu khatau abahum, walimuona baba yao kakosea kabisa katika matendo aliyokuwa anayofanya. Uktuluu Yusufa, muweni huyo Yusufu, mmoja katoa rai hapo. Wamekaa sasa, wanajadiliana tufanye nini mpaka na sisi tupendwe. Uktulu Yusufa, ikatoka rai, muweni Yusufu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 akatokea mmoja wao ambaye ndo mkubwa wao anaitwa Yahuda, akamwambia ukutu, akamwambia qala qa'ilun minhum, kasema mmoja kati yao msemaji, la taqtulu Yusufu, msimuuweni Yusuf, wa alquhu fi ghayabati aljub. Lakini kama mnataka baba yenu wakupendeni nyie, mtupeni katika ghayabati aljub, kisima kirefu mno yltaithu badu sayara in kuntum fail, huko mtupeni, wakija watu hata mwokota. Kama mnataka kufanya jambo fanyeni hili lakini msimu uwe. Alqatlu jarima, Mtume anasema ijtanibu saba lmubiqat, jiepusheni na mambo saba mazito, moja katika hayo alqatlu, kuua. Kwayo msimu uwe Yusuf, mtupeni katika kisima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

na atacheza katika ardhi wasia wa inna lahu la hafidhun na sisi tutamuhifadhi na kila ubaya. Tizama maneno yao yenyewe ya wanaoyasema yanatia mushkili, malak la taamanna ala Yusuf wa inna lahu la nasihun wa inna lahu la hafidhun. Hizi zote ni taukidat athqal min aljibal inna lahu